Halo ndugu zangu, mambo vipi? Mko poa? Basi hawa wameshafika wiki moja na siku na siku moja. Wakishafika wiki mbili kamili, ina maana wameanza wiki ya pili. Watakapokamilisha wiki ya pili, wakawa na umri wa wiki mbili, tunawaanzishia DCP, na usisahau DCP inasaidia sana wao kuto kupooza, idadi ya kupooza miguu inakuwa imepungua kwa sababu gani? Vyakula wanavyokula sasa hivi, madini ya kasham ni kiasi kidogo sana, hayawatoshelezi. Na ndio maana sasa wanapooza miguu. Ndio maana tunashauriwa kama tunachanganya chakula cha kuku wale wengine, ununue chokaa, ununue ule unga wa mifupa, unaona kama unaweza, maganda ya mayai, ukiona kama kuna watu wana, wanapasua mayai mengi kupika, labda kwa wale vibanda chips wale unaenda unaomba yale maganda ya mayai yakiwa safi, unayatwanga vizuri, unawalisha kwa sababu ile nayo ni calcium. Unaelewa, eh? Kwa hiyo kuku ukimnyesha hiyo calcium, inamsaidia sana kupata madini ya calcium. DCP I mean, inamsaidia sana kupata madini ya calcium. Na kwa kupata madini ya calcium, anastawi anakuwa ana nguvu viungo vya mwili, miguu, mabawa yale, anakuwa ana nguvu ya kutosha hata kupushi yai kama anataga, anaweza kuwa na nguvu ya kupushi lile yai anapotaga. Lakini pia yai lile analotaga ganda lake linakuwa na uimara, hata likiponyuka likidondoka kupasuka sio rahisi, ni kwa sababu ya madini ya calcium ya kutosha mwilini kwa kuku. Kwa hiyo hawa broiler kwa sababu hawatagi hawa tunawafuga kama nyama ili upunguze reti ya idadi ya kuku wa kupooza katika intake yako, unaanza kuwapatia DCP wakiwa na wiki mbili, na ukumbuke kuanzia siku ya kwanza mpaka wiki mbili hatuwapimii chakula, tunawapa wanakula 24 second. Lakini wakishatimiza wiki mbili, kama una idadi ya kuku wachache, mia mbili, mia tatu, mia nne, mia tano unawapa asubuhi na jioni, unawaanzishia ratiba ili wasiwe na muda wa kukaa huko ndani wakachezea chakula, kwa sababu wakiwa wanachezea kile ambacho wanamwaga mwaga chini na ni kwa sababu wanatoa kinyesi cha kutosha, kile chakula kinakuwa kinapotea, kwa hiyo wewe ndio unakuwa unapata hasara. Sasa unaweza ukawaanzishia ratiba, wakishafika wiki mbili unawapa asubuhi chakula cha kutosha. Mchana unaoachia maji wapate muda wa kucheza, kulala, kupumzika. Jioni tena unawapatia chakula cha kutosha, lakini utakachowapatia jioni, utakachowapatia akiwi kingi kama kile cha asubuhi. Cha asubuhi kinakuwa kingi kwa sababu wanakuwa na hekaheka heka nyingi, lakini jioni unapunguza kidogo kwa sababu at at the the end of the day wanatakiwa kulala, na pia unawazimia taa pale unapoanza kuwapatia chakula kwa, kwa ratiba. Wakishafika wiki mbili, kama chakula chako ni cha kiwandani, unawapa chakula cha kutosha, hawatetereki hawapoozi, wala hawapungui uzito, wanakuwa vizuri kabisa. Na hivyo mimi ndio huwa nafanya, kwa sababu ninakuwa na idadi chache ya kuku, nakuwa na idadi ndogo ya kuku. Kwa hiyo wakifika wiki mbili, nawapimia asubuhi na jioni, wakinawapa chakula cha kutosha asubuhi, wakikimaliza ndani ya masaa mawili matatu basi kesho nitakuwa nawapa hivyo, au napunguza kidogo, ili wasikae muda wote wanakula, wanavimbiwa mpaka wanashindwa kutembea. Alafu na wewe utajikuta unatumia chakula kingi sana kwenye hesabu zako, alafu njoo uhesabu faida. Sasa kwa sababu bei zinatofautiana kutoka eneo moja mpaka eneo jingine, kwa hiyo fanya kulingana na wewe.